Programu ambazo vijana wanaweza kufaidika kutokana na hii Tanzania Youth in Mining ni pamoja na vijana kukabidhiwa leseni zao kwa ajili ya kufanya shughuli zote za uchimbaji, ambayo kutokana na leseni hizo watapata maelekezo yote na support yote kuto, kutoka kwa, kwenye ngazi ya uongozi wao, kwa nini au ni vitu gani wavifanye, kipi wakifanye cha kwanza ili waweze kunufaika na eneo husika ambalo litakuwa limekabidhiwa kwao moja kwa moja. Na taasisi hii inatoa fursa kwa vijana wote nchini, hali ya kuwa vijana wengi hawana elimu juu ya hili swala. Kwa hiyo sisi vijana kuwepo hapa ni lengo au ni moja ya programu ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana hao ambao hawana ujuzi au wapo kwenye sekta ya madini, aidha wanafunzi au wanafanya uchimbaji, lakini bado hawajui ni namna gani wanaweza wakafanya ili waweze kufaidika zaidi, kwa sababu nchi yetu ina maliasili nyingi, na pengine kuna vijana wanajishughulisha na shughuli hizo na kupata faida ambazo haziendani na uhalisia wa vitu vilivyokuwepo kwenye nchi yetu husika. Wito wangu mkubwa kwa vijana kuji, kujiunga na taasisi hii ni juu ya faida nyingi ambazo zinaweza kupatikana kwenye sekta ya madini, kama sera ya wizara yenyewe ilivyo, tunasema uh, Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Madini yana uwezo wa kufanya maisha yetu yakawa bora na kuyabadilisha maisha yetu, kwani ni vitu ambavyo dunia nzima inaviimba na inavihitaji kwa uhitaji mkubwa sana. Kwa hiyo vijana watakavyopata nafasi ya kushiriki na kufanya kazi kiukamilifu katika sekta husika, vijana wanaweza kubadilisha maisha yao na maisha yatakuwa vizuri kabisa.